Ndugu zangu Waislam, tumshukuru Allah subhanahu wa taala ambaye ametujalia sisi kuwa ni waislamu na akatuweka ndani ya dini ya Uislam. Na vile vile Allah subhanahu wa taala atamma alaina ad-din, akaikamilisha kwetu sisi dini ya Uislam, na vile vile akaikamilisha neema yake sisi kututia katika hao waislamu

ndiye ambaye aliumba usiku na mchana na kumwamini Allah subhanahu wa taala ndiye ambaye anampeleka ndege katika mbingu na anapaa na kumwamini Allah subhanahu wa taala ndiye ambaye anayeutoa usiku kuutia mchana na anautoa mchana kuuleta usiku yatlubuhu hafitha. Hizi zote ni ishara za uwepo wa Allah subhanahu wataala. Wa, wa inna min akmalin ni'amillahi azza wa jalla, na kwa hakika katika ukamilifu wa neema za Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala kutuumbia sisi miaka tofauti tofauti, Allah akatuweka katika miaka hiyo akatuweka na idadi ya miaka vile vile. Allah subhanahu wataala faddala ala ashuhuri akafadhilisha katika hiyo katika miezi ya miaka kumi na mbili, miezi kumi na mbili ya mwaka akafadhilisha masiku maalum na miezi maalum

ni masiku ambayo yanayokimbia mno, fa kulla yawmin madha qad iqtaraba ajaluk, kila siku inayokatika kwako wewe, basi tambua ya kuwa kuna sehemu ya umri wako umepotea, kuna nafasi ya maisha yako yameondoka. Ayuhal muslimuna ibadallah, laqad madha alaina ramadhanu shahrun mubarak, kwa hakika umepita kwetu sisi mwezi wa Ramadhani, mwezi uliobarikiwa ndani yake kila mmoja ameanza mwezi huu akiwa na shauku, lakini vilevile vile, umeisha ili hali ya kuwa watu bado wana shauku na shau kuendelea na saumu hii. Ni dalili ya kuwa siku zinaenda haraka mno, tangu mwezi umeanza mpaka leo umeisha, muda wake ni mchache sana kwa, kwa kawaida, lakini vilevile wewe vile, mwenyewe ukikaa ukijitathmini kuanzia mwezi umeanza mpaka mwezi umeisha

ndiyo maisha muislamu anayotakiwa aishi naye katika uhai wake wote. Kwenye Ramadhani ulikuwa umeishi ili hali ya kuwa ni mkarimu kwa watu, basi madarasa hiyo semina hiyo, baada ya kuondoka kwake, uondoke na faida ya kuendelea na ukarimu. Imepita Ramadhani kwako. Kwa wewe ulikuwa ni mtu wa kusimama qiyamu laili, basi jua Ramadhani imekuja kukukumbusha tu, muislamu anatakiwa aishi hivi afanye hivi, awe mkarimu, asimame qiyamu llail. Hii ilikuwa ni madrasa, ilikuwa ni kama semina. Kwa mtu mwenye kuzinduka na mtu mwenye kufahamu, basi anatakiwa ajue ya kuwa kupita kwa ramadhani ni maandalizi au ni mazingatio kwake yeye, maisha yake anatakiwa aishi namna gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ayyaman ma'dudat Masiku yenye kuhesabika. Mwezi wa Ramadhani ni ayyaman ma'dudat, ni masiku yenye kuhesabika. Yanahesabika vipi masiku haya? Yanahesabika kwa miezi na miezi inahesabika vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ash-shahru hakadha wa as hakadha wa hakadha, miezi ni siku thalathini au mwezi ni siku ishirini na tisa ndiyo idadi ya mwezi. Kwa hivyo mwezi unahesabika na unaisha

ili sisi tuwe wacha Mungu kwa Allah subhanahu wa Ta'ala. Halikuwa lengo jingine kufunga mtu kukaa na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni ili Allah subhanahu wa Ta'ala apate chochote kutoka kwake, hapana. Au kufunga kwako wewe na kuacha mambo yako Allah subhanahu wa Ta'ala huenda akapata hasara, hapana. Allah subhanahu wa Ta'ala Yuridu alaina an nattaqu Allah, anataka sisi tuwe wachamungu. Na hili ndiyo lengo au ghaya la ibada zote. Allah subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi tuwe wachamungu. Kwa hivyo kumte Allah subhanahu wa Ta'ala. Attaqwa hayatukum ibadallah, uchamungu ndiyo maisha yetu sisi, yanatakiwa yawe maisha yetu katika Ramadhani na katika miezi mingine kwa sababu ndio lengo la mambo yote. Ikiwa mtu sasa ilikuwa anaiabudu Ramadhani, basi huyu amali zake zinaweza zikawa ni habaa manthura, zikawa ni mavumbi matupu. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaabudu miezi, amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anaabudu siku, amuabudu yule ambaye ameziumba hizo siku, anaabudu nyakati, lakini anashindwa kumwabudu yule ambaye ameumba wakati kwa sababu ni wakati ambao unapita kwa kiumbe ni wakati, ni masiku ambayo yanapita kwa mja ama ni mwezi ambao unapita. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tunatakiwa tuzihimize nafsi zetu na tujipinde kwa yale ambayo tuliokuwa tukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani, yale ambayo mema tuliokuwa tunayafanya katika mwezi wa Ramadhani, yale ambayo tulikuwa tukifanya katika ibadati katika mwezi wa Ramadhani tunatakiwa tudumu nayo hayo hayo.

Baada ya kuisha Ramadhani amali umeacha, umeacha huswali tena, haufungi tena, wewe hautoi sadaka, hausaidii watu. Haya siyo malengo ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, mtu ambaye anajua lengo au yule ambaye atakaye lifahamu lengo la yeye Allah subhanahu wa taala kumwekea hii miezi maalum au masiku maalum au nyakati maalum ili kunyanyua imani yake, basi atadumu na jambo hilo.

naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, aliyefuma mkeka mzuri kisha baadaye akaufumua, alafu akafuma tena. Bi maana kutakuwa hakuna kazi ambayo mtu aliyokuwa ameifanya. Tumefanya kazi kubwa katika mwezi wa Ramadhani, qiyam, tumejipinda kusimama tukesha katika misikiti, tukaacha vitanda vyetu, tukaacha sehemu zetu za kulala nzuri, tukajipinda misikitini kutafuta usiku wenye cheo kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya yote mtu anasamehewa madhambi yake, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kusimama amesamehewa aliyotanguliza madhambi yake. Mwenye kufunga amesamehewa madhambi yake aliyotanguliza. Sasa haya ambayo tumeyatengeneza tusije tukayaharibu kwa muda mchache ambao uliobakia kwetu sisi. Yawezekana ikawa hii ndiyo Ramadhani yetu mimi na wewe, yawezekana ikawa hii ni Ramadhani yako ya mwisho kufunga, au yawezekana leo ikawa ndiyo siku yako ya mwisho wewe, au kesho, au yawezekana usimalizi haya masaa yaliyobaki. Kwa hivyo tu, tuzichunge amali zetu ambazo tumezifanya, tumefanya, tumefanya tauba kwa juhudi, tumerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala.

Yaumu lidi yaumu farahin wa sururi, siku ya Idi ni siku ambayo ndani yake kuna furaha. Ni siku ambayo waislamu wanatakiwa waonyeshe bahaja, waonyeshe furaha, wazidishe ukarimu baina yao, wakirimu wale ambao hawana, wakirimiwe vile vile, kuwapa taslia waliwaza wale ambao wanahitaji kuliwazwa katika maskini na katika mayatima na katika wajane wale ambao wote wanahitaji kufanyiwa wema, wafanyiwe wema, kwa sababu ni siku ya Idi, siku ya furaha. Siku ya Idi ni siku ya furaha, ni siku ya bashasha, ni siku ya watu kufanyia na kheri. lakini furaha yako inatakiwa iwe na mipaka Kufurahi furahi unavyoweza, lakini uwe na mipaka ya dini. Furaha yako ili pale ambapo dini inaamrisha furaha yako ishie hapa. Furaha unaweza kufurahi ikakupelekea katika madhambi na maasiya, ikakupelekea katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul idi yaumu farahin wa sururi, siku ya idi ni siku ya kufurahi, siku ya watu

Sema kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake, kwa jambo hilo watu wafurahi. Kufurahi Waislamu, mtu anatakiwa afurahi kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Si wakati sasa wa kuwaatia au wewe mwenyewe kujiatia na familia yako kufurahi katika yale mambo ambayo ni ya maasi, mtu kufurahi na familia yake kwenda katika sehemu ambazo ni zalagu au mtu kuwaachia watoto wakaenda sehemu ambazo si sehemu za sawa, watoto wakaenda katika madisko, wakaenda sehemu zozote zile ambazo kunapatikana mambo ya lagu, watoto wakaenda kucheza kamari, wakafanya mambo yote yasiyofaa. Furahi na familia yako, furahi na watu wako wa karibu, Allah subhanahu wa ta'ala atabariki kile ambacho umekitenda. Vile vile ndugu zangu Waislamu, katika mwezi huu wa Shawwal kuna masiku sita matukufu ambayo mtu anatakiwa baada ya kukamilika mwezi huu wa Ramadhani ajitahidi kuyafunga masiku hayo, si masiku ya kuyaacha. Na si lazima ufunge mfululizo, na si lazima uwanze kesho. Unaweza ukala ukala mpaka baada ya siku kumi na tano ukaanza kufunga, hakuna tatizo. Si lazima uwanze kesho kwamba leo ule Eid kesho wanze kufunga, hakuna taklifu katika jambo hilo, si lazima. Lakini vile vile si lazima ufunge kwa mfululizo, leo umefunga kesho. Hapana, waweza kufunga leo, kesho kala, ukafunga kesho kutwa, ukala, ukakaa wiki mbili, ukafunga tena siku tatu. Kwa hivyo vyovyote vile utakavyofanya, lakini yapatikane masiku sita katika mwezi huu wa Shawwal. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Man sama ramadhana, atakayefunga katika mwezi huu wa Ramadhani, thumma atba'ahu sittatun min shawwal, kisha akafatisha siku sita saumu yake akafatisha saumu nyingine ya siku sita katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyamu dahri, anakuwa malipo yake ni sawasawa na yule ambaye aliyefunga katika mwaka mzima. Kwa hivyo ni katika ibada zina, ibada zinaendelea, ibadati mbalimbali zinaendelea